Ya ya Bwana Mungu. Kisha ukasikia sauti ya Bwana Mungu. Ya Bwana Mungu ya Bwana Mungu eh? Ikitembea bustanini. Ikitembea bustanini. Wakati wa jua kupunga. Wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe. Eh, Adamu na nani? Na mkewe. Na mkewe wake eh, wakajificha. Wakafanyaje? Wakajificha. Wakajificha wa jamaa walikuwa si wagonje jamaa. Unajificha Mungu asikuone eh, eh. Wakajificha kati ya miti ya bustani. kwenda kwenda akili yao, ni kweli, kwenda ya kili yao. Yes. Eh, Bwana Mungu akamwita Adam. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, akamwambia, Uko wapi? Uko wapi? Na yeye Mungu anakuuliza Uko wapi mtoto wangu? Bwana kwenda mwombe sikuoni. Amen. Asili ya shamba Mungu. Kosa sababu ya kwako Mungu, si ndio kama yote wao alikuwa kanisa ni mwombe wapi? Amen. Eh, ndio nakusoma. Akasema. Akasema. Nalisikia, nalisikia sauti yako mustamini nikaogopa. Nika, kwa kwa kuwa mimi ni uchi, kwa ni uchi, nikajificha akasema. Akasema ni nani minani ya aliyekuambia umekula matunda ya mti niye kuagiza usiale? Dunia nzima wanajua hili ni tunda la samani. Wale safi. Yes. Ili tunda. Amen. Kushuka la samani yake